Golden Star Consultants ni kampuni ya ushauri wa kielimu ya kimataifa yenye makao yake mjini Morogoro, Tanzania, inayojihusisha na kusaidia vijana wa kiafrika katika kuwaunganisha na fursa mbalimbali zilizo nje ya Afrika, yani barani Ulaya, Marekani na Asia. Golden Star Consultants kunawasaidia vijana kupata nafasi za mafunzo tarajali yani internships kwa wanafunzi na kazi za fani mbalimbali mbali za kitaaluma, nafasi za masomo na ufadhili wa masomo nje 620, 720, ya nchi kuanzia asilimia 20 hadi asilimia mia moja kwa shahada ya uzamivu yani PhD, shahada ya uzamili yani masters shahada ya kwanza na diploma, uandaji wa nyaraka za maombi ya fursa mbalimbali nje ya nchi, ukataji tiketi za ndege, utoaji mwongozo wa maombi ya visa na usaidizi wa kutuma maombi ya kushiriki mikutano mbalimbali mbali ya kimataifa nje ya nchi. Tunapatikana Morogoro mjini, karibu na hospitali ya Nunge, mkabala na ofisi za CCM ghorofa ya kwanza. Tupigie simu namba 0740032303 au tuandikie kwa barua pepe info@goldenstarconsultants.com au tembelea tovuti yetu www